Hebu niwape kitu <coughs> na hapa hilo Watanzania, hakuna Mtanzania ambaye anafanya content na zinaenda viral mtandaoni, zaidi ya huyu dada. Kwa hiyo wewe kaa hivyo hivyo, endelea kusema anatupambania, sijui anatuangaikia, sijui tumsikilize kile anachokisema sijui, tuka comment sijui, tuka laiki like. Hakuna Mtanzania anafanya content zaidi ya huyu hizo, zote mnazoziona ni content huyo mwenzenu hata kaa aje Bongo, hata kaa aje huku, hata aje kukutana na wewe zaidi, awe kukomenti tu kweli kweli, dada, dada wa taifa kweli. Hakuna cha dada wa taifa wala nini, huyu ndo mtanzania ambaye yuko US, anafanya content kuliko watu wote. Kila anachokifanya na anachokiongea yee ni anaingiza pesa. Sasa wewe umekaa, ni tu nikupambania tu twende kweli, nikuangalia wewe, unachokaa na kumwangalia yeye, ni yeye anaingiza pesa tu, haijalishi komenti yako wewe kuona ama nini, yeye ni kuingiza pesa. Na ndio maana muda wote yeye kumuona yuko yuko yuko rafu, muda wote anapendeza, unaelewa? Kwa hiyo wewe endelea kukaa kusema, mimi namsikiliza mimi na yule dada, mimi na like sio na nini, akili kumkichwa kila anachokiongea kila anachokiposti yeye ni content, hizo viewers mwenzio analipwa, wewe unaenda tu nginjanginja na kichwa chako, umekimbilia pale kweli, dada dada, sema ukweli, dada tuambie, hiki ikiwa taarifa nyeti ambayo inabidi mlipie au inunua kwa pesa, mnatuma kwenye app hasa. Kuna mtu ana upendo na wewe hivo, kama una upendo na mimi nionyeshe kila kitu. Au muulizeni familia yako, bongo iko wapi? Mtu hata mnafanana naye wewe, twende tumfuate sisi, tumface, tukawe naye karibu. Iko wapi? Hebu tutumie akili, usiangalie tu kitu anachokiposti mtu ukaona mtandaoni. Watu kila mtu ana fake, ili kila mtu afanyi kitu, yeye ndo content yake, kwamba atasema watu watu mtaumia kwa kusema watu wamani, lakini hakuna chochote mnachopata. Ni kwenda kuungana tu kutoatoa matusi shiti zazieleweki, kutuka kutukana watu bila sababu, sijui kwenda huku, si watu mtaki fulani, huu mtaki wewe, nani bwana?